Asante sana. Asante sana. Asante. Ah, sana, nashukuru Mungu san. Ni fundi wa naitwa ni fundi cha kikundi. Naitwa Jeremia Emmanuel. Ni kiongozi pia ni fundi kiongozi, ni mjumbe na pia ni fundi kiongozi katika mm. hii umoja wetu wa vijana. Yeah. Uh, kwa tulipopitia ni kuorganize tu kama vijana, ili kuweza kutafuta kuweza kuwa na shughuli ya kufanya, kuweza kuhudumia jamii katika maswala ya fenicha, ndio tumeweza kujikusanya na kuweza kufanya kitu kama hiki unachokiona sasa hivi. Nakumbuka ta, tangu mwanzo ulivyokuja mpaka sasa hivi hapo unavyotuona tumefikia koo eh, ni kusanyiko tu wa vijana ambao tulikuwa tuna malengo, tumejikusanya, tumeanza kufanya tulichoweza kufanya. Jina halisi la kikundi chetu kwa hapa tulipo ni Mangumi Youth Group. Kikundi chetu ni mkusanyiko wa vijana ambao tumeorganize kwa ajili ya kufanya hizi shughuli za fenicha. E, kuanzia mwanzo tulipoanza tumeanza mwaka 2021 mpaka sasa hivi hapa tulipofikia 2024, maendeleo yetu ni mazuri kwa ujumla. E. Kipi hasa kilichowapelekea ninyi mkaanzisha hiki kikundi na mjanzanzaje kwenye swala la kuweza kupata fedha za kuweza kuanzisha tulipo kilichotupelekea kuanzisha hichi kikundi ni vijana tusikae pasipokuwa na shughuli yoyote, ni katika hali ya kuhamasisha vijana tuwe tunafanya kazi e. Kwa hiyo ina maana ndio sababu kubwa ya sisi kupelekea kuanzisha hichi kikundi. Kilicho na mtaji, tulipotoa mtaji ni, ni kujichanga sisi wenyewe kama vijana, kwa sababu ni shughuli zetu ambazo tulikuwa nazo tangia mwanzo. Kwa hiyo tuliamua tu kufanya hivi ili kusudi kuzikuza zaidi kuliko kukua kwa mtu moja moja, tukaona tujumuike ili kusudi tuweze kukua wote kwa pamoja. Ilikuwaje mkajikuta wote kwa pamoja mmekuwa na wazo moja? Ilikali, nafahamu kwamba tukitazama hapa kuna fenita, lakini pia kuna sababu zingine ambazo katika kuzitengeneza hizi zinahitaji mtu awe na ujuzi huu. Ilikuwaje nyinyi mkajikusanya mkajikuta kwa muka watu ambao wenye taaluma moja? kama nilivyotambulisha mwanzo, kama sisi ni viongozi pia ni mafundi. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi alafu ni fundi, unakusanya vijana ambao unaona wana uwezo wa kufanya kile unachokifanya wakafanya, unawakusanya unawaelekeza. Kwa hiyo kilicho tusaidia ma, kwa sababu kikundi chetu kina mafundi ndani yake. Kwa hiyo, ni hivyo vitu ambavyo visaidia kupata vijana, unawaelekeza nini na nini, kazi zinakuwa zinafanyika kwa hiyo kuna viongozi ambao ni kwa ajili ya hizo shughuli ambazo ndo wamefundisha na vijana wengine, mambo yanaenda. Kikundi chenu mlianza na, kikundi chetu ulianza kama unavyoona, wawili. Baada ya muda tukaanza kupata wazo wa kusanya vijana na wenyewe kama tunaweza tukasaidiana na wenyewe, ukapata ajira kidogo, ndo tukaanza kuorganize kwa, kwa mpaka sasa tuko vijana saba, sisi ndo tunawalipa, na sio kwamba tunawalipa msala ule mkubwa. Msala ule mkubwa tunavyopata kidogo e, na wenyewe tunapata, na ofisi napata na sisi na, tunapata Sifa zipi ambazo mnazingatia mkiacha nyinyi ambao mnazidishi sisi? Sifa ambazo zinahitajika, kwanza awe fundi, alafu pili awe mwaminifu. Awe mwaminifu, pita pili, hata kama sio fundi kivile, lakini awe na idea, sisi tunaweza tukamfundisha, kwa sababu sisi ndio viongozi anaweza akaje hapa kwamba mimi na, napenda hii kazi natamani niifanye, ila pia akatuambia kwamba moja mbili tatu. Nashauriana na kiongozi hapo, tunaangalia tunamsaidiaji sana, ashaonyesha nia ya e, kufanya hii kazi. Na hii kazi yoyote ile inabidi we na nia kwamba hii kazi naipenda. E, kishaipenda ile kazi hata kuielewa mtu akieleke nafikiri ni kitu gani ambacho kinatosha kuwaelezea nyinyi na wale vijana ambao wako mtaani, kitu ambacho kinatosha kuwaelezea kuwaelezea nyinyi ama kuwatofautisha nyinyi na wale vijana ambao wako mtaani? Siku zote mtu anayekuwa na shughuli maalum ya kufanya ndo na mtu asiyekuwa na shughuli maalum ya kufanya wanatofautiana tu hata kimtazamo, mawazo kwa hiyo sisi tunavyoweza kujielezea tunasema kwamba ni bora zaidi kuwa na shughuli ya kufanya, na tunawashawishi vijana walioko mtaani ambao wana shughuli ya kufanya waweze kujiunga kwenye kwenye vikundi kama hivi nini, ili kusudi na wao wana na shughuli ya kufanya ambayo amba itakuwa inatambulika. Umesi, unafikiri ni kitu gani ambacho kinaweza kukuelezea wewe ni tofauti wa maisha ikila ukiwa mtaani na zaidi na naweza akasema ni tofauti na zamani. Kipindi kile nikuwa tayari kwa sababu nishajua ni namna gani maisha yako atakavyokuwa mbeleni na, na, na, na, na muda huo ambapo una kazi ni vitu viwili tofauti. Kwanza ukifikiria kwamba mimi inabidi niwe na familia, lazima utakuwa nawaza nafanyaje, hii familia ntaifunzaje? Mm. moja kwa moja utafikiria lazima nitafute kazi mm. na mimi Ndo wazo likaja, lazima nijifunze ufundi kwa sababu sasa hivi ajira ndo kama hivyo amna, mm. kwa hiyo lazima ujifunze ufundi, utafute namna yoyote, hata kama sio ufundi huu hapa ilo, tafuta namna fulani ya kujiajiri. E, kisha tafuta namna fulani ya kujiajiri. Lazima utakuwa tofauti na yule ambaye mtaani e, hivyo tukatafuta namna ya kujifundisha kuji, kuji ufundi kujifunza tana na ndugu yangu hapa, tukaunganika tukaanzisha kitu kama hiki hapa, tukajitanga tukajichangachanga tukapata mtaji e, tukakusanya vijana wengine ambao walikuwa mtaani, wengine walikuwa sio mafundi, lakini sasa hivi mpaka sasa tunashukuru Mungu washakuwa mafundi, kufanya kazi zetu kama hivi. Vingine wanatengeneza wow, wao wa oh, wow, na sisi tunawaonyeshaonyesha vitu vingine ambavyo hawajui wanatengeneza. Kwa hiyo sio kwamba vijana walioko hapa ndo wao, kuna wengine kama wanahitaji, wanaweza wakaja, tukaongea na tukaangalia tunafanyaje anzisha lakini leo hii naona kuna sura ngeni kama ambavyo mmesema, mmegawanyika. kabati nyinyi wawili, ni kipi hasa ambacho kimewapelekea nyinyi kugawanyika kubati wawili kuja kuanzisha ofisi yenu na kuweza kuingiza vijana wengine, wapya na wengine hawapo? Nadhani kwa hilo unaweza kusema ni ukosefu tu wa uvumilivu, kwa sababu watu wengi wanao. Kwa mfano, ukimkuta kijana ambaye hana, hana shughuli mtaani, ukamuita uje uanze kumfundisha ufundi yeye kwenye kichwa chake anachokuwa anawaza ni kupata hela kwa haraka haraka, pasipo kujua njia za kuweza kupata hela. Kwa hiyo kikubwa ambacho kimesababisha, tulianza wengi na sasa hivi tumebakia wachache ambao ni kama viongozi, ni ni, ni ukosefu tu ukosekana kwa uvumilivu wa mtu binafsi. Naweza nikajazia hapo kwamba ni kata tamama tu. Kata tamaa mba mpema kupata kutaka mafanikio ya haraka wakati hivi vitu vina prosesi zake. E, zake na prosesi zake nninahitaji uvumilivu na, na hasa e, kazi kama hizi hapa unafanya halafu unaweka ujui ja o, mtu mteja atakuja lini, ina maana unatengenezwa unatengeneza unaweka kwao mtu ukitengeneza ukamaliza wiki kujauza labda hii sasa hii ah, zitakuwa kazi ngumu Ngoja nikaangalia ni labda mazingira mengine ndo tunausema uvumilivu tunakosa hapo Subiria uwezi kujua labda ungevumilia kwa muda fulani ukajikuzwa ukajikuzwa ungepata wateja zaidi ndio hicho kilichosababisha ukawa hivi wengine wakaenda hivi kabaki ni uvumilivu kwa kweli jambo ambalo nishawai kufika mahali kataka kutukatisha tamaa binafsi, hapana, sijaona. Ni changamoto tu ambazo zinatatulika, lakini kusema jambo ambalo limekuja serious kataka kutukatisha tamaa, tujaribu kuacha kwa kweli nashukuru Mungu aliyekutana na changamoto hiyo. Ah, changamoto ni ni za kawaida, ila sema ule mzunguko wa biashara mwanzo ule ilikuwa ni changamoto kubwa, kwa sababu unajua unavyokuwa unaanza, unakuwa mzunguko ni mdogo, utakuta mzunguko mdogo, matumizi makubwa E, unaona hii kazi vipi? E, matumizi yanakuwa makubwa alafu kazi inaenda taratibu, yule oh, unakuta uvumilivu kama unakushinda hivi, sema au nibadilishe kazi, ukiangalia e, labda wenzao unaona eh, e, wananyanyuka tu wananyanyuka, wewe bado uko hapo hapo. Kwa hiyo unaweza ukafikiria hii kazi niliyochagua sio sahihi ila e, oh, baada ukawaza ukatafakari uka, uka, uka, uka, uka, uka, ukasema hii ndio kazi niliyojifunza lazima niiboreshe e, niiboreshe, niwekeze Huenda Mungu akanisaidia. Eh, o ndo hivyo tukajipa moyo. Mungu akasaidia pata mi upatikanaji wa malighafi ambazo za malighafi tunazozitumia. Kwanza tuna malighafi aina kama nne mbao za, za, za mninga na mkongo na mpodo. Kuna softwood ambazo ni hizi mbao laini hmm. Kwa hiyo hivi vitu natofautiana bei, kwa hiyo kisema kwamba malighafi gani tunazozitumia ni kama hivyo, kuna mkongo, mninga na softwood na mpodo yeah kiongoziai sasa, upatikana wake amemjibu kwa ufupi. Nataka kufahamu kwa upande wenu, weuupatikanaji wake kuna wawia ufumu kiasi gani, ama kuna mtu anawaletea maligafiziaa kwa upande wa upatikanaji wa mali malighafi, naweza nikasema upatikanaji wa mali malighafi sio mgumu, sio mgumu kama alivyoelezea kiongozi hapa sisi matumizi yetu makubwa ni hardwood na softwood. Hardwood ikisema tunazungumzia mbao kama minga, mkongo na mbao zingine zote ambazo ni nguvu. Softwood ni kama bodi, mbao hizi mpodo. Kwa hiyo kwa mazingira yetu tuliopo hapa na upatikanaji wa hayo malighafi, naweza kusema ni mwepesi. Tunashukuru. Kwa hiyo mwitikio wa jamii inayowazunguka ukoje katika bidhaa ambazo Mwitikio wa jamii inayotuzunguka ni mzuri, kwa upande wangu naweza nikasema, kwa sababu biashara kama unavyojua biashara ina vipindi e. kuna kipindi cha mauzo, kuna kipindi ambacho kinakuwa si, si mauzo si mazuri sana. Kwa hiyo tuna ndo hizo changamoto, naweza nikazizungumisha kwenye changamoto, tunazivumilia na tunaenda vizuri.

Mafanikio tuliyoyapata ni makubwa, unaweza tukasema ni makubwa kiasi, sio kivyo sana, ila tunashukuru Mungu kama unavyoona tunatengeneza bidhaa yetu, tunaweka mbele hapa mtaji angalau, sio kama mwanzo tulivyoanza kwamba tunaldiza bunduru. Hapana. Halafu mafanikio mengine tumeorganize vijana, kulikuwa wawili, sasa hivi tushafika saba. Sasa hivi tuko vijana ambao wako nyuma yetu wako watano, wanapata riziki pia hii kuu, Alafiri, tukua, Alau, kazi yetu na wenyewe ni mafanikio tunaweza tukasema hivyo. Halafu pili, tumeboresha mwanzo, tulikuwa hatuna vifaa, angalau tumepata vifaa vyetu vya kufanyia kazi, hatufanyi kazi kwa ugumu kama mwanzo e, tuna vifaa vyetu tunafanya kazi kama unavyoziona, ziko vizuri, kazi zisimama, na nyinyi ni mafanikio mojawapo, na, na mafanikio mengine makubwa unashukuru tunapata riziki tunaendesha familia zetu, naweza ukasema nayo ni mafanikio makubwa. Mwanzo kweli mwanzo mwanzo na sasa, mwanzo ni mgumu, tunashukuru Mungu kwa sasa hivi hapa tulipofikia, unaweza ukasema ni mafanikio ambayo tunajivunia nayo, kama alivyoanza kuelezea ndugu yangu hapa ya vifaa hivi, tumepata vifaa vya kisasa vya kufanyia kazi, tumeweza kujenga jina kwa wateja, tunajulikana kwao, ni moja kati ya mafanikio e, mafanikio ni mengi kwa kweli, nashukuru m Tanzania ya viwanda inaanzishwa. Vidya, pengine unafikiri ni kitu gani ambacho kifanyike ili kuwawezeshe nyinyi kuweza kufanya hii ofisi kuwa kiwanda kikubwa ambacho kinatoa ajira zaidi ya hawa vijana ambao mko nao kwa sasa? Nadhani kitu ambacho tunaweza tukasema, kama vile tunatamani tuongezewe, tunachotamani tuongezewe pamoja, kwamba tunasema kwamba tuna vifaa vya kisasa lakini tunaamini kuna, kuna vifaa vya kisasa zaidi, na pia maeneo rasmi yale ya kufanyia kazi tukiweza kuyapata inakuwa ni vizuri zaidi e, tukaweza kujenga kuji, kuliko ku, kuboresha mazingira ya kazi tofauti na kulipo sahihi. Ni moja kati ya vitu ambavyo vitasaidia kuongeza idadi kubwa zaidi ya vijana ambao watakuwa wanategemea shughuli hizi katika kuendesha maisha yao. Kwa hiyo ni mazingira tu, kuboresha mazingira ya ufanyaji kazi na kuboreshwa vifaa zaidi ya tulivyo navyo sasa hivi eh, pamoja na soko, labda kupata tenda ambazo tunaweza tukaaminiwa kama vijana tunaweza tukazifanya. Ni moja kati ya uwezeshaji ambao unaweza ukatusaidia kuweza kwenda mbele zaidi. Sisi tunalenga kuhudumia jamii yote kwa ujumla. Sisi tunalenga kwa sababu kitu tunachokifanya kinamgusa kila mtu kinamgusa kila mtu ambayo anaanzisha maisha, ambaye yuko chuo, yani kila mtu kinamgusa. Kwa hiyo sisi tunalenga kuhudumia kila mtu, kwa hivyo tunamkaribisha kila mtu ili kusudi aweze kutuunga mkono katika shughuli zetu tunazozifanya kwa njia ya manunuzi, njia ya ushauri. Na ukisubutu ukaamua kwenda kufanya kitu fulani na ukakifanya kwa mapenzi yote na kwa umakini wote na maana ni kitu ambacho kitakufanya wewe uwe na furaha uwe na amani, kutokana na kwamba utaweza kuafford yale kukizi yale mahitaji yako ulionayo kuhudumia familia. Hivyo kwa kinacho kinachomfanya kijana ashindwe kufikia malengo ni kukosa usubutu, kukosa ile ujasiri wa kuanza kufanya jambo fulani. Kama una nia sasa ya kufanya hiyo kitu, unaweza ukaenda kwa vijana wenzio kwanza ukaanza kupata maelezo kutoka kwao kwamba nyinyi mmefanya fanyaje, nyinyi mmefanya fanyaje mpaka mmefika hapo. Ina maana wewe ukienda pale, kwanza watakushauri fanya hivi fanya hivi fanya hivi, utaamua zeni wewe mwenyewe utaamua ta, utaamua uchukue hatua gani baada ya kusikiliza maneno ya, ya, ya, ya, ya, ya waliokutangulia kijana kama kijana kama unajitafuta, na unaona una, una, una, una, una, una mtaji, halafu pili labda hauna idea ya ule ufundi wowote, lazima uanze wakua kwamba ngoja niende kwa mafundi niwaulizie, bwana, mnaweza mkanisaidia vipi? Mimi nania na kitu fulani, kama na nia ya ufundi. Sasa nakaribishwa kuja anafundishwa teni ya muda kadhaa, anajua anaanza kupata livii. Kuo ni ule wa mtu wake sasayi. Ko mimi naamua naenda sehemu fulani, naenda kujifunza huko, kujifunza. Ukianza kujua, ukafanya kazi, natumaini e, utapata mtaji, utapata mtaji. Halafu unaweza ukaendelea kazi nyingine, ukaamua na wewe kufungua ufisiake kazi zenu mnafanya kwa oda maalum ama utaratibu? Ah, kazi zetu tunafanya kwa oda alafu zenu tunatengeneza, zingine tunaweka ofisini, na maana oda ikija tunachukua, na sisi tunafanya kazi zetu. Swala la kupata pesa za kuweza kuwalipa wafanyakazi ambao wanasaidia wao, vijana wazee, na kuweza kununua mali yao kazi tunaweza kupata hela za kuwalipa vijana. Kama nilivyosema kwamba sisi nafanya kazi kwa mfumo wa kutengeneza na kuuza, kutengeneza kwa oda na kutengeneza kuweka sokoni kwa ajili ya kuuza. Kwa hiyo mteja anapokuja kukuletea oda anapotupa kazi yake lazima kutakuwa kuna hela ya mali ghafi na hela ya ufundi. Kwa hiyo ndio humo humo tunapata na hela za kuweza kuwalipa mafundi ambayo tunashirikiana nao katika kazi, pamoja na kupata mtaji wa kuweza kuendeleza kuweza kuendeleza vitu vya kuweka sokoni. Ni jambo gani ambalo nilionalo, nyinyi waanzilishi wa kampuni Nafikiri kwamba nikifunga kipindi bila kuwapa nafasi ya kuongea, litakuwa linawakereketa sana na nitakuwa sijawakeleza kabisa, kwa sababu uwepo wako hapa sisi tunaona ni neema. Ama tunaweza tukajitangaza, angalau tukapata hata kazi nyingine kupitia hapa kwenye kipindi chetu hiki. Kwayo oh, sisi tunaweza tukasema tunaomba nafasi hiyo. yeah. yeah fahamike na sisi kwenye jamii, yeah. Tusaidie kuwaambia watu kwamba hii ni ofisi salama kwa ajili ya kazi zao na watapata vitu kwa bei rafiki, na pia tusaidie kuwaambia vijana kwamba wawe na morali ya kufanya kazi, wawe na morali ya kufanya kazi, wawe na usubutu wa kwenda ku, kuomba kazi kama hivi, wasikae majumbani. Eh, koo kubwa ni hilo, utusaidie kuambia vijana waje tufanye kazi. Pia utusaidie kuambia jamii kwamba wanakaribishwa sana hapa kwa sababu watahudumiwa kuendana na bajeti zao na, na watahudumiwa vizuri, watapata vitu bora. Watazamaji wakitaka kuwapata sasa, wanawapata watazamaji wakitaka kutupata, hmm, watatupata kupitia namba za simu, watatupata kupitia namba za simu ambayo ni 0657 6674 60 au kwa namba ya kiongozi hapa ambayo ni 0683 33 39 63. Karibuni sana kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Instagram Ernest Furniture na nipata hapa Ernest Furniture. Ernest Furniture. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hata Facebook hivyo yeah, yeah.

Niwatakie kazi njema, naamini kwamba ni mfano kwa vijana wengine, ikiwa kwamba mlianzia chini hapa mpiga mm sana, na hapa mmepiga hatua, ni jambo la kujikulia hongereni sana, niwatakie mema. Asante sana sana kwa kipindi cha Kiera, kwa mara nyingine sana na tunamkaribisha sana, sana. Na hao ni vijana wa Mangumi Group ambao walianzisha ofisi wakiwa wawili. Leo hii wameajiri vijana takribani watano. Yapo mambo ambayo wamezungumzia ikiwepo swala la wao kupata maeneo rasmi ya kuwatambulisha na kuweza kufanya kazi yao bila kuwa na bugudha ya aina yoyote. Lakini pia wametoa rai kwako, kwa kwa wewe kijana kuchukua uthubutu wa kuweza kufanya kitu chochote kile ambacho unaamini kinakuweza kukupatia riziki, basi na kuangalia watu watakuchukuliaje. Mtazamaji, nyuma ya kamera alikuwa Dule Bill Evans, la kwangu jina ni Edvest Tarimo. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Tumaini Television.